Towa taarifa kwa umma kusitisha kwa huduma kwa baadhi ya benchi la ufundi ikiwemo e, kocha mkuu, kocha msaidizi, e, kocha wa makipa pamoja na daktari. Kwa hiyo kama taarifa ilivyotoka ndivyo ambavyo tumefanya sisi kama klabu ya Mbeya City. Timu tumemkabidhi sasa hivi mwalimu Patrick Mwangata ndio atakayekuwa anasimamia timu kwa kipindi hiki kifupi cha mpito ambacho klabu tunaendelea kutafuta walimu wengine ambao watakuja kusaidizana naye kwenye technical bench. Mwalimu hatuwezi kumvumilia kupoteza mechi tatu. Kwao wamefanya maamuzi mazuri kwa wakati sahihi. Mwalimu alikuwa na mapungufu yake na wachezaji pia wana mapungufu mapungufu yao, lakini ya wachezaji huwa anabeba na mwalimu kwao. Mwalimu kutolewa mapema kiasi hiki, mimi naona wamefanya jambo zuri na jambo jema kwa namna ya soka linavyotakiwa liende. Tunataka mwalimu anayecheza mpira, sio mwalimu anaye defensi timu. Yule mwalimu alikuwa ha, hawezi kutengeneza timu ya Mbeya City ikafungua winga zote mbili yani... kwa kumtafuta kocha na kumwachisha kum, kibarua huyu aliyekuwepo sio vibaya. Tunahitaji kocha mwenye experience ambayo, yani anakuja pale na mbinu zingine ambazo mchezaji ja ana uwezo wa kumbadilishia naye, kocha awe na uwezo mkubwa.